Wapendwa wa taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni kwa tafakari ya neno la Mungu leo, Alhamisi tarehe kumi na sita mwezi wa kumi, juma la 28 mwaka che, mwaka wa Kanisa. Tafakari yetu leo itaongozwa na injili ya Luka sura ya 11, aya 47 hadi 54. Karibuni tusikilize injili Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Kufu kwako, Ee Bwana. Sura ya kumi na moja aya arobaini na saba hadi ya hamsini na nne. Yesu aliwaambia wanasheria: Ole wenu, kwa kuwa mwajenga maziara ya manabii, na baba zenu ndio waliowaua. Basi mwashuhudia na kuridhia kazi za baba zenu, kwa kuwa wao waliwaua, waliwaua nanyi mwawajengea maziara. Na kwa sababu hiyo hekima ya Mungu ilisema, tazama, nitatuma kwao manabii na mitume, nao watawaua baadhi yao na kuwafukuza ili kwa kizazi hiki itakwe damu ya manabii wote. Na kwa sababu hiyo hekima ya Mungu ilisema, tazama, nitatuma kwao manabii na mitume, nao watawaua baadhi yao na kuwafuku, na kuwafukuza ili kwa kizazi hiki itakwe damu ya manabii wote iliyomwajika iliyomwagika tangu kupigwa msingi wa ulimwengu, tangu damu ya Habili hata damu ya Zakaria aliyeuawa kati ya madhabahu na hekalu. Naam, nawaambieni ya kwamba itakuwa kwa kizazi hiki. Ole wenu ninyi wanasheria, kwa kuwa ameuondoa ufunguo wa maarifa; wenyewe hamkuingia, na wale waliokuwa na wale waliokuwa wakiingia mmewazuia. Alipotoka humo, waandishi na Mafarisayo walianza kumsonga vibaya na kumchokoza kwa maswali mengi, wakimvizia ili wapate neno litokalo kinywani mwake. Neno la Bwana. Sifa kwako ee Kristo zangu katika Kristo, uhai ni zawadi ya pekee tupewayo na Mungu. Uhai ni mali ya Mungu na kwamba mamlaka ya uhai wetu yako kwa Mungu mwenyewe. Katika injili tumesikia Yesu anawakemea Mafarisayo na walimu wa sheria ambao walikuwa wataalamu wa kutafsiri sheria na neno la Mungu. Wakati mwingine walitafsiri visivyo na kuwalazimisha watu wafuate yale yaliyo kinyume na neno la Mungu. Lakini wao walikuwa wakaidi kusikiliza neno la Mungu. Yesu anawataka wawe wasikivu katika neno la Mungu pia wasifuate mfano mbaya wa babu zao waliowaua wajumbe wa Mungu. Yesu anawataka wawe wasikivu katika neno la Mungu pia, wasifuate mfano mbaya wa babu zao waliowaua wajumbe wa Mungu. Je, yeah. Sisi tunaolifahamu neno la Mungu, maisha yetu yanaendana na kile tunachokihubiri? sisi tunaolifahamu neno la Mungu, hebu tujiulize: sisi tunaolifahamu neno la Mungu, maisha yetu yanaendana na kile tunacho tunachokihubiri? Je, tunawezaje kuwasaidia watu watamani kulijua neno na kuliishi neno? Je, tunawezaje je, tunaweza je? Je, tunawasaidiaje watu watamani kulijua neno la Mungu na kuliishi leo. Yesu anatukumbusha kuwajibika katika kufundisha ukweli juu ya neno la Mungu, kuwajibika katika kufundisha ukweli kuhusu neno la Mungu kwa maneno na matendo yetu, ambavyo ndivyo nyenzo kuu. Leo Yesu anatukumbusha kuwajibika katika kufundisha ukweli juu ya neno la Mungu ukweli kuhusu neno la Mungu kwa maneno na matendo yetu. Tumombe Mungu atujalie neema ya utambuzi ya kuweza kuliishi ya kuweza kulitafakari ya kuweza kulisoma neno la Mungu na kuliishi kwa maneno na matendo yetu. Tumsifu Yesu Kristo. Tafakari imeandaliwa nami Shemasi Deodati Zawadi Njau wa Jimbo Katoliki la Lindi.